Unadhani una, una kazi ilibidi isubiri ama itoke tu sasa hivi, wakati tayari anga limeshachafuka linatamani kuona kitu kama hicho? Kiukweli nafikiri unahitaji kusubiri, kwa sababu unajua tunaelekea kwenye uchaguzi sasa hivi, mm. Mambo ya uchaguzi, kuna pilika pilika nyingi hapo katikati, mm. so it doesn't matter na nguvu gani, mm, kwa sababu hiyo ngoma ni ngoma kubwa sana. Hawajawai kufanya kolabu hawa. Kabisa. So, ni kolabu ambayo inahitaji kupewa time na masikio pia ya mashabiki, au sio I mean, wameonyesha dalili kwamba hiyo klabu inakuja, ah mm. Lakini kuhusiana na kutoka nyakati kama hizi, I don't know mipango on ya kibiashara, lakini binafsi, na, na mimi na sa <coughs> <coughs> <Wamei> nataka kujua <coughs> yeah, kwamba itakuwa ni time ambayo sio nzuri, wameweka vitu kama hivyo vya ukaribu kama Kutokuwa kuna ubaya. Nimeona wasanii wengi sasa hivi kidogo wameslow down kwenye kuachia kazi. Lakini ni, nimeona pia Alikiba akijitahidi kuendelea kuachia kazi kuonesha kwamba ni kama sijui kwa sasa hivi waogope masuala ya uchaguzi ukilinganisha na miaka iliyopita kwamba siasa iingilie. Yaani kama anyway ni kwambie wanaotoa mawe sasa hivi hawatoi mawe yao ambao wanayaamini. Mwangele Diamond kajifanya anasema anarudi kufanya muziki wa kibongo bongo. <laughs> Hawezi kutoa international songs sasa hivi. Kisa, <laughs> kwa sababu, wa... <laughs> sababu wa... na mm. anajua international song investment mm. yake kubwa ambazo nazifanya ushanielewa vizuri mm -hmm. So attention sasa hivi ni kuhusiana na mambo ya politics yanayoendelea, sio tu uchaguzi. Unajua kuna matukio mengi yanaendelea hapa katikati, huyu kafanya hili, huyu kafanya lile, kasema hivi like. Sasa hivi ukiangalia upepo mkubwa umeenda kwenye politics, ingawa ndo hivyo, wenye nguvu wanapenyapenya umomo, wanapita Yaani, uzuri sasa hivi kuna wanda mpana wa kumfikia shabiki kwa namna yoyote hivi, yeah. Unajua kwa nini sasa hivi inakuwa ni ngumu? yeah. of course hataki kwenda into details lakini mm. mazingira ya wasanii na mashabiki sasa hivi unayaonaje?